Mwalimu Nyerere alisema katika nchi mambo muhimu yako manne tu, ya kwanza ni uwepo wa kura, kazi na furaha. Kura, kazi na furaha, kazi na furaha. Jiulizeni, mwambieni kesho aache propaganda. Watanzania wanataka furaha. Watanzania kwa ngazi zote na kwa Tanzania kwa umri wote wanahitaji furaha. Furaha zinaletwa na mipango bora ya serikali na siasa safi ya serikali na uongo. Muulizeni maswali yafuatayo. Alisema Chadema inakusanya, inawaambia Watanzania waichangie kwenye kampeni yake ya tonetone tone na nimo kwamba wanataka hizo fedha ili waende wakanunue virusi vya Ebola na Mpox. Sasa kesho makala akija tungekuwa kwenye taifa la watu wenye akili. Kwanza makala mda huu alitakiwa awe ameshakamatwa na polisi na yuko jela. Lakini kwa sababu taifa letu tunaongozwa na watu ambao sijui wanatumia nini kufikiria bado makala eti tunaambiwa kesho anakuja hapa mafinga kuzungumza na watu. Sasa akija kesho mumuulize. Wewe makala hivyo virusi ambavyo ulisema Chadema inaenda kuvinunua vinauzwa wapi? Duka gani? Nchi gani? Na watakapokwenda kuvitoa hivyo virusi watavisafirisha kwa njia gani? Wavilete Tanzania, watapita airport gani? Watapita bandari gani? Waje nafe Tanzania? Na ukisha kufikisha Tanzania, Chadema watawabaguaje kwamba yule ni mwana CCM wempoxi muue, wewe bora muue, yule mwana chadema muwache? Muulizeni hayo maswali kesho. Akiwajibu, endeleeni kuwachagua CCM. Asipowajibu akili za kuambia unachanganya na nani na za kwako. Kwa hiyo akija kesho makala muulizeni hayo maswali. Jambo la mwisho, kuna kila dalili kama makala amesema hayo aliyoyasema kuhusu Chadema. Hivi CCM watashindwa kuua mtu wawasingizie Chadema wameua? Wanaweza, si ndio? Sasa nawaambieni, wana Chadema Tanzania nzima, no reform no election. Imewachanganya sana CCM. Tuhakikishe tunakilinda chama chetu kwa wivu mkubwa sana. Tuhakikishe tunalindana wenyewe kwa wenyewe kwa wivu mkubwa sana kwa sababu CCM wako tayari kufanya lolote ili mradi waisingizie Chadema. Mara baada ya kusema hapo watu wa Mafinga naomba muwe na vibe sana wakati makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche akija kupiga swaga hapo mbele yenu. DJ tupe one love. Hapo uh, uh. <laughs>

Kwa pamoja asante. No, no, no, no, wote ni wa kwetu, si ndio? Na wote tumepigika hapa, si ndio? Na kwa sababu tumepigika wote, tutazungumza nao na wao wataelewa kwamba hawako sehemu sahihi. Ndugu zangu wa Mafinga, leo ni siku ya ta imetoka kwenye malengo tuliyotafuta uhuru kwa ajili ya hayo malengo Wakati wa, kwa kwa lengo, sababu, wa ujinga, wakati wa kutafuta uhuru wa nchi hii wazee wetu wakiongozwa na Mwalimu Nyerere walisema wanataka uhuru wa nchi hii kutoka kwa mkoloni, kwa sababu ameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, ameshindwa kuondolea Watanzania maradhi na ameshindwa kuondolea Watanzania mkoa wa Mkwawa ambao walijitolea katika wadimine kupambana, wadimine kupambana wadimine kukataa dhuluma ya watu wetu nazungumza kwenye mkoa ambao una ukubwa wa kilomita za mraba elfu hamsini. Mkoa wenu huu mkubwa kuliko nchi ya Israeli. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba elfu arobaini na nne peke yake. Nyiye mkoa wenu huu ni mkubwa kuliko L48. nchi ya Uhoranzi. Uhoranzi ina kilomita za mraba elfu arobaini na nane nyiye mko elfu hamsini. Sasa ndugu zangu tunazungumza kwenye nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameipendelea pengine kuliko nchi yoyote Afrika na kuliko nchi nyingi tu duniani. Sisi ni nchi ambayo tuna madini ya kila aina, tuna ardhi kilomita pengine za mraba laki tisa na arobaini na tano na hakuna jangwa hata kipande kimoja, na hakuna sehemu ambayo mvua hainyeshi kwenye nchi hii. Ukienda kuna nchi unaenda ziko jangwani. Ukienda Misri, inaweza kuchukua miaka saba mpaka kumi mvua haijawahi kunyesha. Ukienda Dubai, unayoisikia mvua, inaweza kuchukua miaka sita haijawahi kunyesha mpaka wametengeneza mvua yao huko hewani, wameweka mabomba huko, huwa wanayafungulia wakati mwingine yanamwaga maji chini. Ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu. Leo nilikuwa naangalia naangalia gramu, gramu moja ya dhahabu ni laki mbili na hamsini na tano na hamsini na tano. Hii ni nchi ambayo dunia nzima ni nchi pekee inayotoa, Tanzania haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Leo dunia imeanza kutengeneza magari, wanaondoka kwenye magari yanayotumia nishati ya petroli na diesel, kwenye magari yanayotumia nishati ya petroli na diesel. Kuna madini yanaitwa Lea metro ya kutengeneza hizo betri za ndege na injini za ndege yanapatikana. Moja kinatumika katika uvumbuzi mkubwa wa dunia hii ambao umewahi kufanywa na binadamu Lea, na ukabadilisha kabisa ma maisha ya binadamu. Namba moja ilikuwa ni uvumbuzi wa printing, kuandika, ndio ulileta elimu na kila kitu. Namba mbili ilikuwa ni kuvumbua madawa ya namba tatu ilikuwa, namba nne ni injini combustion, injini za magari, injini yoyote inayoendesha bodaboda, kila kitu. Uvumbuzi mkubwa injini. Namba tano ni umeme, chuma. Tanzania tuna chuma ambacho, na Mungu alivyofundi, amekiweka chuma pale Rudewa, akaweka na makaa ya mawe pale pale ya kuyeyusha kile chuma, alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapa Iringa. tuko katikati ya utajiri, watu wetu ni maskini. Mlango wetu wa bahari una kilometa elfu moja na mia sita kutoka Mtwara mpaka Anga, ndio urefu wa bahari.